Shirikisho la soka duniani FIFA limetoa orodha mpya ya timu bora za soka mwaka huu 2026. Morocco wamepanda kwa kiwango kikubwa zaidi katika timu za wanaume wakifika hadi nafasi ya nane, licha ya kupoteza katika fainali ya michuano ya soka barani Afrika AFCON dhidi ya Senegal. Senegal walipanda hadi kufikia nafasi ya 12 kutoka nafasi ya 17 walioipata mnamo mwaka 2024. Mnamo mwaka jana Morocco walikuwa katika nafasi ya 11 na nafasi bora waliowahi kushika katika orodha hiyo ya FIFA ni ya kumi ikiwa ni mwaka 1998 tisa. Hata hivyo, timu ya Afrika iliyowahi kuchukua nafasi bora zaidi kwenye orodha hiyo ni Nigeria iliyokuwa nafasi ya tano na mwezi Aprili mwaka 1994. Michuano ya AFCON ya mwaka 2025 imekuwa na ushawishi mkubwa katika soka la kimataifa na hivyo kuchangia timu nyingi za Afrika kupanda orodha hiyo. Washindi wa shaba katika dimba hilo Nigeria wameorodheshwa katika nafasi ya 26. Kameruni nao wako katika nafasi ya 45, nao Misri waliotolewa nusu fainali wameorodheshwa katika nafasi ya 31 wakiwa wamepanda kwa alama nne, pia wakiwa nafasi ya tatu nyuma ya Algeria. Gabon waliporomoka kwa alama nyingi hadi nafasi ya 86 baada ya kutolewa mapema kwenye dimba la AFCON. Mabingwa wa Ulaya Hispania wanaongoza orodha hiyo mbele ya bingwa wa dunia Argentina walio nafasi ya pili. Ufaransa ni watatu wakifuatiwa na England nafasi ya nne huku Brazil wakishikilia nafasi ya tano. Ureno na Uholanzi wako nafasi ya sita na saba mtawaliwa. Taifa Stars ya Tanzania imepanda kwa nafasi mbili na kufikia nafasi ya mia moja na kumi baada ya kushamiri kwenye dimba la Afcon wakitoka hatua ya raundi ya 16 mara ya kwanza kwenye historia ya kandanda barani Afrika. Uganda nao wameshuka kwa nafasi tatu baada ya kuboronga kwenye Afcon. Wameorodheshwa nafasi ya 88 baada ya kushindwa kushinda hata mechi moja kwenye michuano hiyo.